Mheshimiwa Spika, naomba sasa kwa heshima na taadhima <coughs> niweze kusema kwa ufupi vipaumbele vya bajeti ya mwaka 2025-26, ambapo kiasi cha shilingi trilioni moja A, bilioni 618 milioni 191 na laki mbili na na elfu 35 kimekadiliwa kutumika katika vipaumbele vifuatavyo. Vipaumbele hivyo, Mheshimiwa Spika, cha kwanza ni kuimarisha huduma za kinga dhidi ya magonjwa mbukiza, ya kuambukiza yakiwemo magonjwa ya mlipuko na magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele. Na hapo, Mheshimiwa Spika, tutaendeleza usimamizi wa magonjwa hayo katika mikoa ishirini. Tutakamilisha uanzishwaji wa programu ya taifa ya lishe na kuendelea na shughuli nyingine kama zinavyojionyesha kwenye kitabu changu. Mheshimiwa Spika, katika eneo hilo pia tutanunua boti tano za ambulance na vipima joto tembezi ishirini na nane Mheshimiwa Spika, tutaendelea na ile programu ya wahudumu wa afya ya jamii katika mikoa yote. Eneo la pili ni kuimarisha upatikanaji wa ubora wa huduma za afya zinazotolewa katika ngazi zote kuanzia zahanati za nati hadi taifa na hapo tutaimarisha mifumo ya tehama. Na kuanza kutumia akili mnemba yani, artificial intelligence katika huduma za tiba nchini. Lakini Mheshimiwa Spika, tutashughulika pia na suala zima la mikataba ya huduma bora kwa wateja wananchi, waweze kupata huduma bora katika nchi yetu ya Tanzania kwa miundombinu iliyowekwa. Tutaanzisha taasisi ya afya ya jamii, lakini tutaimarisha hospitali ya Benjamin Mkapa kufikia kuwa hospitali ya taifa na kuanzisha kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki cha matibabu ya magonjwa ya damu katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Mheshimiwa Spika, tutaanzisha pia kituo cha umahili cha figo katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Lakini Mheshimiwa Spika, kazi nyingine tutafanya kuipa ha kuzipa hadhi za kitaasisi hospitali ya Milembe, hospitali ya magonjwa ya ambukizi Kibong'oto na hospitali ya rufaa ya Kanda ya Mbeya. Tutashughulika pia na tafiti za kushughulika za kushughulika na Uh, vimelea usugu wa vimelea vya madawa. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kuimarisha mifumo ya ugharamiaji na hasa utekelezaji wa sera ya bima ya afya kwa wote na kusimamia pia uh, bajeti ya fedha kukidhi mahitaji ya nchi. Tutaendelea kufanya tafiti kwa kutumia taasisi ya NIMR na taasisi nyingine na tutaendelea kuimarisha huduma za afya ya uzazi na hasa kuendeleza ununuzi wa vifaa tiba kwenye wodi za watoto na kununua dawa na hasa dawa ya surfactant ambayo inatumika kuokoa maisha ya watoto wanaozaliwa chini ya uzito. Mheshimiwa Spika, tutaimarisha uendelezaji wa wataalamu wa sekta ya afya kwa kusomesha wabobezi kwa seti na vilevile, tutaendelea tutasimamia mafunzo ya afya. Kwa kutumia tehama, tutaimarisha huduma za matibabu ya ubingwa na ubingwa bobezi kwa kuanzisha kituo cha uzalishaji wa, wa viungo tiba. Lakini vile vile Mheshimiwa Spika, tutaendelea kusimamia afua za tiba asili na tiba mbadala kwa kuendeleza tafiti na kufanya mambo mengine ambayo yameainishwa katika hotuba yangu. Tutaimarisha upatikanaji wa hutuma za tiba dhidi ya magonjwa ya kuambukiza na magonjwa ya yasiyoambukizwa, na hapa Mheshimiwa Spika, Serikali imejipanga kuanzisha kufufua kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industry cha Arusha ili kiweze kuzalisha ARVs, lakini tutaanzisha viwanda vingine vya kuzalisha, tutaanzisha viwanda vya chanjo na viwanda vingine vya ARVs kwa kushirikiana na wawekezaji na pia chanjo za hepatitis. Mheshimiwa Spika, eneo la mwisho tutaimarisha huduma ya afya ya akili na utengamao na hususani kwa watoto, wazee na Watanzania kwa ujumla, kwa kufanya yale ambayo yameainishwa kwenye eneo langu. Shukrani Mheshimiwa Spika, naomba kwa namna ya pekee nitoe shukrani kwa wakurugenzi wakuu wa taasisi na hapa nitawataja wachache wata, Mavele Ali Aileen, Charles Isaka, Bwana Adamu Mitangu, Profesa Saidi Shebe, Fidelis Mbaluku Mafumuko. Lakini vile vile, naomba niwapongeze wakurugenzi wa hospitali za taifa na kanda maalum, Profesa uh, Mohamed Yakubu Janabi, Dr. Mpoki, Dr. Peter Kisenge, Dr. Diwani Bakali Msemo, Dr. Leonard Maduhu Subi, Dr. Pauli Serela Lawala na madaktari wengine ambao ni wakurugenzi wa hospitali za rufaa na hospitali za kanda.